Unaona hii kitu yaani, usichimbe sana. Kuchimba sana, tutakuja palizi ya pili. Mimi navuta tu hivi, unaona, navuta hivi. Lakini kipindi hicho nahakikisha kazi yangu shambani ni kukagua mahindi, kuona kama kuna dalili ya wadudu. Nikiona dalili ya wadudu, nakuja na silaha zangu, dawa napiga. Lakini huu muhindi wangu sasa hivi kwenye matuta mizizi iko imeenda mbali. Hata nikiweka mbolea tena, utakapokuja kuweka mbolea na kuja kama mvua imenyesha, nakuja tu na nani, unakuwa unapiga hivi, mwingine anaweka, unapiga, mwingine anaweka, unapiga, mwingine anaweka, unaweka, unafukia. Unaona, lengo la kufukia ili ikitokea hata mvua imenyesha, ile mbolea isisombwe na maji. Tuko sawa, kwao tuna move, ni rahisi sana lakini pia inakusaidia sana. Hata mvua zimesimama muda mrefu, wewe mwindi wako unakuwa unaogelea tu. Watu wanapita na kuuliza, jamaa anatumia nini? Mbona mvua zimesimama na mahindi yetu yanateseka, kwake yako vizuri? Jamaa tuko sawa. Aliyekuja kipindi tunapanda anajua tulipanda sesa, takae kuja baada ya mwezi atakuta matuta, unaona Sogezea udongo, vinapendeza sana.